Yalitokea kuvutia wanawake wengi. Unajua zile wengi wakawa wanafurahi, wanapongeza, wanatamani wana kupata ukaribu kuyo. Kwa hiyo labda ilinionyesha kwamba kuna namba kubwa ya wanawake ambao wanapenda nachokifanya na kunifurahia. Lakini pia baada e, ya mambo kuswitch kwa mati, nafikiri kundi lile lile pia limenigeukia na nisema vibaya. Unajua, kwa hiyo nafikiri huu upepo ni kutokana na yale ambayo yanafanyika. Kuna namna nikinyoosha, unaona kabisa wazee wa kamati kwenye kikao o, o, o, o, wananipa pongeza, kuni, kunipa uenyekiti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 sawa eh? Ndomaana sometimes hata anaweza kakosa mambo kwa wife, anaweza taa akalia ipo sini, wife alimtingisha kidogo, akumpa vitu, akalala kwenye kochi yeah. Manyanya akaenda pale pakaakawa analia sure. Unajua vile pamoja na mikazo yake yote, lakini kuna sehemu huyu mwamba huwa anateleza mm. ni dhaifu sana mapenzi, lakini pia Manyanya ni dhaifu kwenye swala la familia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 Swali, so langu ni kwamba ikitokea migogoro kwenye ndoa kama vile ambavyo umepitia na, na, na Vail, alafu Vail natokea na shirikisha ndugu zake, dada zake, mama zake, ni sahihi design hii kweli?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 Manyanya ni kweli anagubu, amesemwa am, ame sana hmm. na iko hivyo pia eh, Manyanya anagubu kitu kidogo anaweza kukipandisha ikawa kitu kikubwa kiuhalisia, yeah, na nafikiri sikata kiuhalisia, yeah, yeah, yeah. ah, <laughs> sina gubu <Sinagubu, yeah. laughs> <Apana. Yeah. laughs> mule yuko vile Manyanya, lakini kiuhalisia hapana. Sasa yako ya mahusiano ipoje kiuhalisia? Status yangu ya mahusiano kiuhalisia, niko, niko mwenyewe I'm single na Vaileth kutoka kimahusiano ni wanakosea au uanishni? Yeah, big no. hmm. mahusiano mimi na Vaileth hapana. hmm. ni kwenye filamu tu hmm. lakini kiuhalisia Vaileth ana maisha yake private, lakini mimi pia na maisha, ya yeah. ya na maisha yangu private. Kuna yeah, uh, namna wanakutamani wanaume, jamaa hatari ya kule kulala na wajua makumbato. Kuna namna pia machida mgongoni, wajua watu wazee wa kazi wanaona faidi sana <laughs> Siwa kaza. Namna <laughs> unapitia uh, maumivu pia kama na mahusian, maumivu sio kivile, kwa sababu akili nilivyoiset nilivyoiseti mm. Uh, nione kawaida kabisa mm. Ni mindset tu, sijairuhusu akili yangu ya iathirike na hivyo vitu, ndio maana bado najiona niko sawa mm. mm.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 najaribu kukumbuka kama ishe moment. mm. Ishakutokia? Hapana. mm. ni kawaida kawaida, e, aiathiri chochote kama anavyosema, ni mindset. Unajua, kwenye uigizaji akili ndio inatumika sana. mm. kili yako, kwa lazima uruhusu akili yako ielewe kwamba unachokifanya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 kitokea akakua approach akawa na moyo wa kumtongoza mwana, mwanaume mwanamke ambaye yani, uh, kwangu mimi ambaye nasema yes huyu uh, ana na style kwa naye ah, kwanza ni mwanamke kwanza ni mwanamke hivyo hivyo, sawa uh, pili ajitambue. mm. ajitambue nje na ndani mm. sawa eh, nafikiri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 Ta, nafikiri Baba Asma pia yeye anaweza kuwa na jibu zuri, Baba Asma mwenyewe na, na Kicheche, kwa sababu ni makubaliano yao na ni maungano yao yale waweka pamoja na kufanya kazi. Sasa hivi wako tofauti. Nafikiri wao wow, wenyewe wanakuwa na majibu mazuri. Mimi nitakuwa muongo nikilisemea hilo mm hilo biashaka -hmm. Baba Asma ni, ni wewe ni mtu wake wa karibu sana, kwa maana kwamba unacheza amekweka kwenye wazifa fulani hivi, kabla hapo ulikuwa kule kwa Kicheche, lazima kuna doti fulani utakuwa unazifahamu hivi, na tuficha hapo, nitakuwa naogopa sana kusema uongo.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 Mapenzi yale, yes. Ya. Na alikuwa ananisikiliza sana. Kilichomkuta Vaileth watu wengi walishukuru na kupongeza kwa sababu pengine alistahili eh, kwa namna ambavyo alikuwa na, anaishi, lakini kwa mati kustahili ile adhabu ni kubwa mno kwake, na kiri hilo, ile adhabu ni kubwa na wala hakuistahili mm. Lakini sasa wakati mwingine maisha, mambo yanakuja sio vile unavyotaka wewe Majia; mambo yanakuja kutokana na, na, na, na, na.